Aliyekuwa naibu gavana kaunti ya Meru Isaac Mutuma ameapishwa rasmi kama gavana wa kaunti hiyo. Kuapishwa kwa Mutuma kumefanyika siku chache tu baada ya mahakama kuu kuidhinisha kuondolewa kwa aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Kawira Mwangaza baada ya kupitishwa na bunge la Seneti. Sherehe za kuapishwa kwake zimefanyika katika uwanja wa Mwundantu mjini Meru.

Baadhi ya viongozi waliohudhuria hafla hiyo ni pamoja na Waziri wa Maji Eric Muga, Katibu wa Kudumu Patrick Kiburi, Naibu Gavana wa Laikipia Ruben Kamuri miongoni mwa viongozi wengine. Katika hukumu iliyotolewa Ijumaa Machi 14, Jaji Bahati Mwamuye aliamua kwamba ombi la kupinga kuondolewa kwa Mwangaza halikufikia kizingiti cha kisheria cha kubatilisha uamuzi wa seneti. Jaji alithibitisha kuwa Mwangaza alipewa haki ya kusikilizwa na kutupilia mbali ombi lake la kubatilisha notisi ya gazeti la serikali inayothibitisha kuondolewa kwake. Mtuma alichaguliwa kuwa naibu gavana wa Meru katika uchaguzi wa mwaka 2022 pamoja na Mwangaza bila kudhaminiwa na chama chochote cha kisiasa. Nikiripotia Mwanzo TV mimi ni Kasi Mwanjiro.